Tujifunze nini? Jambo la kwanza ambalo naomba mimi na wewe tujifunze kutoka katika kisa cha Yusufu Alimathaya. Sikiliza, jambo la kwanza si salama sana kusubiri mtu akifa ndipo tutoe huduma zetu na kutumia gharama nyingi, si salama sana na mimi naomba usininuku vibaya. Kwa kweli sikatai wala sipingi kila alichokifanya Yusufu Alimathaya, wala sisemi ni kibaya. Alifanya vizuri na mbinguni ataingia, lakini sikiliza, kuingia mbinguni tofautisha na huduma za kijamii mahali hapa duniani. Yusufu Alimathaya anafanya kosa hili. ambalo naomba hata wewe, kama hautakuwa na biasness, kama hautakuwa na upendeleo ulitazame hili kosa ana anakufa ndipo Yusufu Arimathaya anatumia mali zake nyingi gharama kubwa kwenda kuuzika mwili wa Yesu Kristo. Lakini kumbuka wakati Yesu alipokuwa akiwa hai a, alikuwa akisema mwana wa Adamu hana hata mahali pa kuficha kichwa. Ni mara kadhaa amelala nje, ni mara kadhaa amekoswa chakula, ni mara kadhaa amekoswa huduma na Yusufu Arimathaya tajiri yuko mahali pale, hakuwahi kujitolea na kumwambia mwana wa Mungu, "Sikiliza, fedha hii hapa itakusaidia na mitume wako." Yusufu alijificha. Baada ya Yesu Kristo kufariki, ndipo Yusufu Arimathaya anabeba gharama kubwa, mamilioni, kwenda kumzika Yesu Kristo. Na hiyo roho ya Yusufu Arimathaya inatembea mpaka leo miongoni mwa watu. Ninyi wenyewe ni mashahidi, ni mara ngapi watu wanaugua miezi mingi wako na hakuna anayejitokeza kupeleka fedha, na anapokata roho ndipo tasikia mtu anakuambia, mchere wote wa msiba muniachie, ng'ombe wa msibani muniachie, sijui vyombo vya mziki muniachie. Hiyo ni dhihaka, hiyo ni kukufuru, hiyo tunaita ni kusimanga. Hakuna huduma nzuri kama kumhudumia mtu akiwa hai na kutia moyo. Asubuhi ya leo kama kuna mtu anahitaji huduma yako, nenda kaifanye. Tuna wazazi wetu tumewaacha kule vijijini wanaishi kwenye nyumba za ajabu zinazotaka kubomoka, na sisi tuko mijini Dar es Salaam, Dodoma, na Nairobi, Mbeya na kadhalika. Hakuna maisha, wazazi wako pale wanaangaika, lakini siku atakapolala mauti eti ndipo tunatokeza na magari yetu kwenda kuwazika. Hiyo ni dhihaka. Yusufu Alimathaya amefanya jambo jema kumzika Yesu Kristo, lakini kwa kuchelewa. Alipaswa kutoa hizo mali zake Yesu Kristo akiwa hai. Na haya sio maneno yangu, ni kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ya tano mstari wa nane anasema, lakini mtu yeyote asiye watunza walio wake hasa wale wa nyumbani mwake ameikana imani tena ni mbaya kuliko asiamini kuliko asiamini, amini. <laughs> Juzi nilihudhuria msiba mmoja huko ninakofanyia kazi, mama mmoja amefariki. Mama ambaye ina, inasemekana ameuawa kwa ugonjwa ambao, kama kwa kweli, angekimbizana kwa neema ya Mungu angepona. Mwanamume amemwacha na, na ugonjwa wake, wanamshauri huyu, peleka Muhimbili atapona. Hapana, huyu, ngoja tu apambane, hali ya kiuchumi ni ngumu. Lakini mama alipokufa, mwanamume anatokeza, anakodi mahema ya gharama, analeta mziki wa gharama na, na marafiki zake wanakuja. Ng'ombe sita walichinjwa kwenye ule msiba. Sema, hii ni dhihaka. Tunao wenzi wetu wanahangaika, lakini hatuwezi kuwatibu kwa sasa, hatuwezi kuwahudumia. Nataka nikutie moyo mwanaume unayesikiliza, kama kuna wakati wa, wa mke wako kula fedha yako, ni wakati ukiwa hai. Acha kujifanya unalia kisha kufa alafu nasema kwa kweli pengo lake halitazibika. Hizo ni dhihaka Kula na mwenzi wako fedha akingali yuko hai, kula naye, usisubiria kuchinja ng'ombe wakati wa misiba. Unatuchinjia sisi waliaji, sio yeye. Fanya vyema akiwa hai, usimvalishe suti mme wako akiwa amekufa, mvalishe akiwa hai. Namba mbili, sikiliza, hata kama yataisha yote kwa sababu ya muda. Jambo la pili ambalo nataka nikutie moyo asubuhi ya leo, Usi uweke matumaini kwa wanadamu; wanadamu wana tabia ya kutoweka wakati wa shida. Nataka nikutie moyo wewe uliyeweka matumaini kwa wanadamu. Yesu Kristo alikaa na wanafunzi wake, hicho kisa mnakijua vizuri. Walishuhudia matendo makubwa aliyoyafanya. Ni wale wale ambao aliwaokoa katika bahari ya Galilaya walipotaka kuzama, ni wale wale ambao aliwalisha kwa mikate mitano samaki wawili, ni wale wale ambao aliwafanyia miujiza ya kufufua na kuponya. Lakini Yesu anapofika muda wa kufa msalabani wanamkimbia wote, anabaki peke yake na wezi wawili juu ya msalaba. Hata wale waliokuwa wamemwahidi, nitakuwa pamoja nawe, hakuna atakaye kugusa, kina Petro walikimbia na hata Yohana yule mwanafunzi aliyependwa aliyekuwa kifuani mwa Yesu naye alikimbia. Rafiki yangu, acha kusema nina, nina mjomba atanitetea. Acha kusema nina, nina ba mdogo yuko kule ofisini atanitetea. Wanadamu wana tabia ya kukimbia wakati wa shida. Amini mimi, siyo nabii wala sio mwana wa nabii. Watakuzimia simu wakati utakapowahitaji, watakuwekea watakublock, wataiweka bize wakati utakapowahitaji. Tumeyaona yametukuta, tumeyashuhudia. Wanadamu wana tabia ya kutoweka wakati wa shida. Weka tumaini kwa Yesu, acha kutumaini mwanadamu. Mwanadamu si wa kutumaini. Yesu Kristo anaachwa juu ya msalaba na mwanadamu anatoweka nakimbia, wale yaliyowahi kuwakuta, mnanielewa vizuri. Ndipo Isaya 49 mstari wa 15 anasema Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata simhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, huyu anaweza kusahau, lakini mimi sikiliza, Mungu anavyosema, lakini mimi sita sitakusahau kamwe. Mungu aweze kukusahau? Acha kujivunia na kusema nina mtu hapa hapana, watu wao wanatoweka, ondoa matumaini kwa mwanadamu. Jambo la tatu ambalo naomba nikukumbushe katika masaa haya, Mungu atusaidie tuachane na ibada za kinafiki. Unasema pasta, unamaanisha nini? Hilo ni jambo la tatu. Waumini wengi tulioko makanisani, si wa Adventista, si wa Pentekoste, si wa Katoliki na, na, na, na, na madhehebu yote unayoyajua tumekuwa na ibada za kinafiki, na hizi ibada za kinafiki zinadhihirika katika msiba wa Yesu Kristo. Sikiliza, wanafunzi wa Yesu walimsikia Yesu akisema mimi ndimi Bwana wa Sabato, walimsikia Yesu akisema yeye ndiye wa kuabudiwa, na anasema saa inakuja ambayo hamtaabudu wala katika mlima lakini Yesu wanamwacha msalabani, wanakimbia hekaluni kwenda kufungua sabato Ijumaa jioni. Wanamwacha Yesu Kristo juu ya msalaba, wanakwenda kufungua sabato. Nataka nikuulize wewe mwenyewe unayenisikiliza, walikwenda kumwabudu nani, na mwenye sabato wamemwacha juu ya msalaba? Hizo ndizo ibada za kinafiki zinazoendelea leo, ambazo utakutana na mwanamme amebebelea resoni ya robo mbili na kubwa anawahi walimu kwa walimu na wakati huo akiacha huku mwenzi wake wametukanana, ambapo unaweza ukakuta mwimbaji anawahi kwenda shule sabato, na anaacha mwenzi wake wamegombana. Unakimbiaje ibadani na unaacha mtu yuko msalabani? Yesu Kristo yuko juu ya msalaba, Bwana wa sabato yuko juu ya msalaba wa, wa, wa, wa, wa, wa an watu ambao ni wanafiki wanakimbia hekaluni kwenda kuabudu na bwana wa sabato yuko juu ya msalaba sikiliza nikukumbushe kitu kabla haujakimbia kanisani fikiri ni nani umeacha umemtundika juu ya msalaba familia moja waliacha wamepigana tena mwanamama amepiga kabisa mke wake wewe tu ndiye shetani unanichelewesha mimi kwenda ibadani akakimbia kwenda kwa walimu, kwa walimu. mkuu wa shule sabato huyu anakimbia mwalimu kwae ameacha amepiga mwezi wake, unaacha amesulubisha mtu juu ya msalaba, halafu nakimbia. Niliwahi kupanga nyumba moja jirani na mama mmoja conservative wa ibada fulani, mama ambaye nilimshangaa, ikabidi niingilie kati wa ninalo kanisa ninaloabudu na hilo kanisa ninalihifadhi. Huyu mwanamke alikuwa tayari kukimbia kwenye ibada ya maombi, akiacha mke wake hana chakula. No, no, mme wake ana chakula, anakimbia, ana kwenda kufua nguo za mchungaji, anaacha mme wake nguo hazijafuriwa ana unakimbia kwenda kujitoa kanisani eti mimi naleta simenti kumi na unaacha nyumba yako inaangaika, inakufa kwa utapia mulo, haina chakula. Halafu nataka wakusome eti kwenye ujenzi wa kanisa ili nitoa milioni tano ni ibada za kinafiki. Hawezi kujenga hekalu ambalo Yesu hayumo. Yesu hayumo eti mimi nimegawa boksi vitabu kumi, nyumba yako inaishije? tunawapiga mkwara. Unajua Mama White alisema hivi vyakula, sikiliza, sio hivi vyakula. Hawajaamua matengenezo, wapeleke bucha, wapeleke waletee vyakula wale, usilazimishe matengenezo. Tunajua hivi vyakula vya kutafuna tafuna ndivyo roho ya unabii. Sikiliza, sio ndivyo roho ya unabii. Wameongoka kufikia hapo. Acha habari ya ibada ya kinafiki, kwenda kumwabudu Yesu ambaye umemwacha, umemtundika juu ya msalaba. Ninakutia moyo asubuhi ya leo, wako watu tunakwenda kanisani na tunawacho tumetukanana na watu, tunakwenda kanisani na tunawacho tumechukia watu, ni kwenda hekaluni, huku Yesu Kristo umemtundika juu ya msalaba. Mungu atusaidie. Haya ni matatu kati ya matano, na haya mengine kesho waenda, tutamalizia na tukimalizia na mtu wa sita. Mungu atusaidie sana, tujue kwamba ibada ya kweli ni kwenda mahali Yesu alipo, na Yesu alikuwa msalabani, wangeabudu pale pale msalabani si ukimbia so hekaluni na wanamwacha Bwana wa Sabato akiwa juu ya msalaba. Mungu atusaidie tusikumbuke tukawa tumechelewa. Dini hii ni dini ya kinafiki. Mungu akusaidie sana, na badiliko linahitajika. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tusaidie sana, kwa sababu kuna wakati tumekwenda kukuabudu wewe na tukikuacha msalabani, tumekwenda kwenye hekalu ambalo halina wewe, tumekuwa na utoaji ambao wewe haumo tumekuwa na uimbaji ambao wewe haumo, tumekuwa na uhubiri ambao wewe haumo, tunaacha, tumekutundika msalabani na tunakimbizana kwenda kufanya ibada. Tusaidie, kabla hatujafanya ibada tufikirie, je, wewe uko katika hiyo ibada, uko hekaluni? Na kama haupo, tukufate mahali ulipo. Tusiwe na ibada za kinafiki, kama za wanafunzi walienda kufungua Sabato wakikuacha juu ya msalaba. Mungu wetu tubariki sasa, katika jina la Yesu Kristo, amen.